Mm, nafasi zingine za kazi almashauri ya mji Masasi. Hapa kuna nafasi saba ambazo zimeweza kutangazwa tarehe 13 mwezi wa 11 elfu mbili na ishirini na tano. Nafasi hizi ni dereva daraja la pili, ambapo kuna nafasi tano, na kazi ya dereva inafahamika ni kukagua gari kabla na baada ya safari, kuwapeleka watumishi maeneo mbalimbali, na vitu vingine kama hivyo, lakini sifa unazotakiwa kuwa nazo wakati unataka kuomba nafasi hizi, uwe ni mtu au raia ambaye umehitimu kidato cha nne na uko na leseni ya daraja E au C ya kuendesha magari, lakini pia uwe umeifanyia kazi mwaka moja bila kusababisha ajali, na hakikisha pia unakuwa na cheti chako kutoka basic driving course. Uwe na cheti ambacho kutoka chuo cha VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali na nafasi hii mishahara yake ni kwa kuzingatia mishahara ya serikali ya TGSB. Nafasi zingine ni mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, hapa kuna nafasi mbili. Sifa ni kidato cha nne au kidato cha sita, lakini pia uwe umehitimu diploma ya uhazili au cheti cha intermediate 6 ya uhazili, na kitu kingine hapa ni lazima uwe umefaulu somo la hatimkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno 100 kwa dakika moja pia huu umepata program za kompyuta za ofisi kama Word, Excel, PowerPoint, Internet, Email na Publisher kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na serikali. Mshahara ni kwa kuzingatia TGSC1. Na masharti ya jumla ni kwamba waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania wenye umri usiozidi miaka 45, lakini pia hakikisha unaambatanisha cheti chako cha kuzaliwa na result slip zitakubaliwa. Hakikisha unakuwa na vyeti vyako halisi au vyeti vyako original, lakini pia kwa waliosoma nje ya nchi, hakikisha vyeti vyako vimekiwa na TCU, NECTA pamoja na NACTE. Na mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 26 Novemba 2025. Kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu, na anwani ya barua hiyo ilekezwe kwa Mkurugenzi wa mji Halmashauri ya Mji Masasi, SLP 447, Masasi.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 Kwa hiyo hakikisha umesubscribe, lakini kuweza kupata update na PDF kama hizi za ajira pamoja na vitu vingine, jiunga na grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Na kitu cha muhimu unachotakiwa kuzingatia ni kwamba huwezi kutuma maombi haya kama hauna akaunti ya ajira poto, na hakikisha kama cheti chako ni cha zamani unakibadilisha kuwa cheti kipya, na huduma hiyo pia inapatikana kwa Feaboy, nitumie message meseji, tukusaidie kuweza kufungua akaunti yako ya ajira portal, lakini pia kubadilisha cheti chako cha zamani kuwa kipya. Na kama hauna kabisa cheti cha kuzaliwa, basi tutakusaidia utakipata kwa muda mfupi sana na kwa gharama nafuu kabisa. Asanteni na karibuni.